Nimesema kwanza, turidhiane na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi mitatu waangalie kwa undani, watuletee taarifa, yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo tunakaa sasa. Haya, tulioletewa ni haya. Njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi ma, ma, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbalimbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo, tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa leo. Wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? inaning'inia wapi? tuipachue tu wapi? Katiba ni, ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi wanaweka visingizio, visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa oo, oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei okay? kwao hayatokei okay? tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo tunafanya biashara wao wapate, na sisi tupate, ndipo tunaposimamia.